Nchi ilipofika ni pabaya sana, maovu yamekuwa mengi, matukio ya ajabu yamekuwa mengi. Nabii anawatangazia leo ya kuwa yuko Dar, mahali ambako hamna gharama ya kumfata, yuko mjini Dar es Salaam. Nendeni mkamteke, nendeni mumfuate, mumteke, mtafute rest ni pisi nyingine zaidi kubwa zaidi ya ile ya Dodoma. Kile kilichotokea Bukoba hakijawatosha, kilichowapata Dodoma hakijawatosha. Nendeni Dar, yupo anawasubiri, mkamteke. Watekaji ni watu wanaojulikana wanaotambulika, na hawa watawala ndio wanaowatuma, kwa sababu ya kutaka kuendelea kubaki madarakani kwa hila na kwa kulazimisha na kwa uovu. Hiyo sio sasa, yaliyowatokea Kiaka pale stendi ya Bukoba yatakuwa mara mbili mara saba zaidi ya hapa Dar es Salaam. Njoeni, yupo hapa, mjumbe yupo hapa, Nabii Musa mwenye Tanzania yake Mungu aliyemsimika kuitawala dunia nzima, mjumbe wa agano la mwisho kutengeneza njia ya Kristo ambayo roho saba za Mungu zimo ndani yake, ni yeye mwenye sanduku la agano katika nchi hii na anayeamuru mapigo yote haya. Nendeni, yupo Da, mkamteke bado yaliyowapata hayawatoshi? Maana kibali chenu hakipo. Sasa nguvu na uweza na bunduki hazitawasaidia wana. Asipolinda mji walindao wakesha bure, walindao wanakesha bure. Nyinyi mnaopewa kibali, mnaopewa mali na serikali, kibali cha kuua mtu, unasingizia kesi, kesi za uongo. Watu wanateseka kwa kesi za uongo, watu wanateseka kwaka kwa kusema ukweli, kila anayetafuta haki kwa wapi, huyu amekuwa adui yenu. Kila anayetafuta njia ya kweli kwa wapi, amekuwa adui. Nataka watu wakae kimya kama jiwe? Mtakaa nyinyi na magenge yote, ataondoshwa wainabia. Nawatangazia haina haja ya kumtafuta mbali, yupo mjini Dar es Salaam, nendeni. Mekuwa viongozi wa nafiki mmekuwa na wanajeshi wa kutumika majeshi. Baadhi ya wanajeshi wamekuwa ni wahovyo sana, wamekuwa ni watu wa kutumika tu, wamekuwa vibaraka wa vyama na viongozi, baada ya kukataa ku, kuendeshwa na hawa viongozi maana mmeingia katika nafasi hizo kwa mujibu wa katiba kuwatunza na kuwalinda hawa wananchi. Leo wamekuwa maadui zenu, mmechukua mama zao, mmechukua baba zao, mnachukua ndugu zao wanapouliza mnasema wamejiteka. Au kwa sababu sio watoto wenu? Au kwa sababu sio baba zenu? Au kwa sababu sio ndugu zenu? Kumbukeni, na nyinyi mna watoto, mna wake, mna ndugu, hamtabaki salama. Huo unafiki ndani ya mioyo yenu imefika mwisho. Nendeni mkamteke nabii, sasa yupo mjini, amewafata si alipoenda Bukoba mkasema nakimbia? Nendeni, yuko hapo mjini Dar es Salaam, mkamteke. Mapigo ambayo yameandaliwa kwenye nchi hii, mapigo ambayo yameruhusiwa kwenye nchi hii, mtakuja kuona wenyewe. Kwa hiyo msikieni nabii akisema zaidi ya hayo, akiwaonyesha location mahali alipo, msiwe na haja ya kumtafuta kwa nguvu, mwendeeni maana ni muhimu sana ujio wenu kumwendea nabii kumtafuta na kumteka. Ndiyo hiyo italeta aresti, ni pisi nyingine kubwa, bendera nusu mlingoti zitakuwa kubwa. Nendeni, sikia nabii hapa akiwaelekeza mahali alipo mjini Dar es Salaam, na wa Dar es Salaam hawatoshi, waambieni wale wa Dodoma ambao huwa wanapewa kibali kabisa na serikali cha kwenda kuwakamata na kuwateka watu wanaosema ukweli. Waambieni pia waongezeke wamfate na pare Dar es Salaam, msikie nabii hapa. Kwa hiyo namwita mjumbe wa Dodoma, yule uje ufanye haraka, uje iko daa, wasiana na wenzako, watakwambia niko wapi ili tupate ubwabwa, tule ubwabwa ili tupate msiba mzito, rest in peace, Oktoba saba. Kilichotokea Bukoba nilipofika tu nyumbani, tukasikia rest in peace. Maana yake inawakilisha upande wa bunge kwa rest in peace. Mr. Redio sasa tunataka au ninataka na uje na daa ili tuwakilishe kile kiti tupate rest in peace kwa kile kiti. Ipo daa, ipo daa. Nipo kupiga mapigo yale ya Farao. Bwana amenituma kupiga mapigo yale ya Farao, sikimbii kwenda nje nje, mtakimbia nyinyi na mabosi zenu. Subiri, ninawaambia, mkiona ishara yaona kapteni passport inavyoondoka huku, lazima kuwe na rest in peace. Nipo da, nipo da, kwa sababu tunapambana katika roho na Mr. Joka kila anapopambana anashindwa, kila anapopambana anashindwa, amevifanya mbishi mjeuri. Kwa hiyo mbingu inapotangaza kwamba nimeshinda na ushindi upo kwa mjumbe wa gani na ndua, nenda kazi imeisha, kinachofuatia huko ni rest in peace. Lakini kimwili sasa, katika mazingira ya kimwili utasikia sijui fulani kafanya nini sijui nini Morogoro piga daa kwa tiketi, ile, namba ile wa kwa namba arobaini na nne namba arobaini na nne ile nipo da, nipo da, nipo kupiga mapigo yale ya Farao. Sasa basi, kwa sababu waliokuwa walio da, sawa, watekaji walio da wananifuatilia sana na kazi ya Mungu inaonekana kuwashinda sawa. Maana inatakiwa Oktoba tupate rest in peace kwenye hizi namba nne hizi tupate kigogo mmoja afe ili tule ubwabwa Oktoba saba. Sasa watekaji inaonekana wameshindwa. Sasa ninawatangazia kwamba niko da. Ili wewe mjumbe wa sumu, wewe mjumbe, wewe mtekaji na muuaji uliopewa kibali kutoka Dodoma sawa, uje daa na kibali chako uje tena uchukue tena na wenzako na wenzio tena, sawa, kwa sababu hawa hawa watekaji wa daa hawajavaa sare, hawana sare, hawana utambulisho wote, sawa. Nataka wewe ule wa Dodoma, wewe unayekujega na kibali na sare, sawa, kama ulivyofanya Bukoba kule, sawa, njoo daa, sawa, uende uwachukue watekaji wenzio, mvae sare mje na magari na bunduki ili mfanye utiisho kama mliofanya pale pale pale kiaka ukoba pale kiaka stendi pale sawa, ili halafu m... muone utiisho wa Mungu sawa, ili, tu, ili tupate resti ni pisi nyingine katika hizi namba nne zilizobaki sawa, ili tuwe ubwabwa Oktoba saba, nimesema haina haisi ya kukosa, mtu asikose Sawa, msiba huu ni wa kusherekea ha, yani mtu asikose. Kwa hiyo wewe muuaji, ambaye umepewa kibali kutoka Dodoma, mjumbe wa sumu, sawa, mimi tayari niko Dar, sasa nakuita na wewe uje, maana hawa walioko huku watekaji, walioko huku wanazurura zurura tu, sawa. Nakutaka na, na wewe uje, sawa. Amen, uje na wewe kutoka huko uje uwasaidia wenzio hawa wapo kama mia mbili hivyo wamewekwa, wako kila mahali barabarani kote na kutembea, wamejazwa mpaka kwenye mastendi ya daladala awapo. Lakini ole wake atakayegusa hii ngozi. Mungu amewahurumia sana, na ndio maana mnakuwa mko salama. Nimekwambia mnatembea na mauti, natembea na mauti, kama walikuwa wanamfuata Elia wale, wale majeshi walikuwa wanamfuata Elia, yalitumwa kumfuata Elia mlimani, yalivyokuwa akiisha yeye alikidia kiteketea kwa moto. Elia anashusha moto unateketeza askari wote na jeshi lote, sawa? Ndivyo hivyo mimi, na mimi natembea na mauti. Kwa hiyo kushindwa kwako na kurudi maanake Mungu Mungu amekupa nafasi ya kuwa hai vinginevyo kama walio kwa Bukoba kule walishindwa kunigusa, ngozi yangu na wananiona yule pale lakini kunigusa wakashindwa, kunigusa ngozi kunigusa. Na mlioko hapa mnaangaika na mnaona mnaniona, lakini hamwezi kunigusa, sawa. Manake ni Mungu anawata, manake mimi nimeivaa mauti, yaani utaponigusa na nguvu zako unakuja na, na utiishi wako, maana yake unataka kushindana na malaika wanaonizunguka. Yani upanga ule upanga unaonizunguka ule, unaozunguka kama feni, unaozunguka kama feni, yani hii yani, mita ngapi upanga ule unaozunguka kama feni feni, ambao uko mbele yangu, mita ngapi unaozunguka kama feni? Maana yake unataka kushindana nao, utadondoka mzima mzima, utakufa mzima mzima. Mana, na ndio maana ili pasiwepo na utiisho au pasiwepo na na habari ya kutisha au pasiwepo na taaruki ya watu kufa kwa sababu wameenda wa kumteka nabii, ndio maana Mungu anawaacha, mnaishia mbali, mnaishia mbali. Sijui kama hiyo panga mnaliona au nyinyi mnaona nini, lakini mnaishia mbali. Sawa, Mungu ametengeneza hivyo ili msije mkafa. Mnje, mfe kwa njia msozi jua wenyewe uko huko, kama ni ajali kama ni nini kama ni nini kama ni kuona wenyewe kwa wenyewe mkafie huko, ili msije mkafie mbele yangu, na ndio maana Mungu wanaosukumia huko, sawa, hizo ni nguvu za Mungu. Kwa hiyo namwita mjumbe wa Dodoma yule, uje ufanye haraka, uje niko daa, wasiana na wenzako, atakwambia niko wapi, ili tupate ubwabwa tule ubwabwa, ili tupate msiba mzito, rest in peace. Oktoba saba kilichotokea Bukoba iliyofika tu nyumbani tukasikia rest in peace. Maana yake inawakilisha upande wa bunge kwa rest in peace, Mr. Redio. Sasa tunataka au ninataka na uje na daa ili tuwakilishe kile kiti tupate rest in peace kwa kile kiti. Bwana amenituma kupiga mapigo yale ya Farao. Mambo yote yako kiroho mambo yapo kiroho. Kwa hiyo vita vyetu si juu ya damu na nyama. Yale mapigo ambayo Farao Musa alipiga Farao yalikuwa katika damu na nyama, sawa? Na mwisho wa siku tukaona kilichotokea kwa Farao. Kwa hiyo Bwana ananituma kuendelea kuendeleza kupiga mapigo, mapigo juu ya waovu, mapigo juu ya watekaji, mapigo juu ya wanaowatuma, mapigo juu ya waovu. Bwana ananituma kila mahali kwa niko dawa naendelea kupiga mapigo yale ya Musa aliyokuwa akimpiga Farao sawa, so. lakini mapigo haya si katika damu na nyama bali katika roho, ambapo wewe huelewa nikimaliza so. nikimaliza mapigo, nikamaliza kupiga mapigo, naenda naenda mpaka Bwana ameniagiza sehemu nyingine, na kwenye naenda kupiga tena mapigo mengine sawa, so. kwa hiyo nikimaliza kupiga mapigo ninavyoondoka huku lazima kuwe na rest in peace. Kwa sababu tunapambana katika roho na Mr. Joker, kila anapambana anashindwa, kila anapambana anashindwa, amejifanya mbishi mjeuli. Kwa hiyo mbingu inapotangaza kwamba nimeshinda na ushindi upo kwa mjumbe wa gani, na nenda kazi imeisha, kinatafuatia huko ni rest in peace. Lakini kimwili sasa, katika mazingira ya kimwili, ndo utasikia sisi fulani kafanya nini, sisi nini kinatokea, sisi nani katuma kufanya nini. Nimekujulisha kwamba niko da sawa, na mapigo ya farao ya Musa, kwa farao yanaendelea, ya ya sasa hivi, kama mapigo hayo yangekuwa yanaendelea katika damu na nyama, ndipo ungesadiki kwamba nabii Musa, kwa sababu wa uamini, kwa sababu huyaoni, yapo huya katika damu hapo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo nikasema hivi, hamtapata ishara yoyote mnayoitafuta kwa Nabii Musa ya miujiza isipokuwa ile yaliona, na inakuja inakuja. Ole wako, ni nani atakayesimama mbele ya mjumbe mnayemfurahia, ule mjumbe mnayemfurahia mnayemngojea atakapoonekana, naye atakayesimama nani atakayesimama? Nani atakaye simama yule mjumbe mnayemfurahia? Ni nani atakaye simama atakapoonekana yeye? Maana nyota mnaiona, mnaifurahia, lakini mkiambiwa ndio yule, mnarudi nyuma. Mfikirie nyota inavyowaka, inavyong'aa, kwamba atakuwa ni mtu mkubwa sana na maarufu sana. Ndio mwenyewe nyota ndio ambaye Mungu amemkusudia, amechemka hiyo niko hapa. Mapigo yanaendelea, sitakufunulia siri au sitakwambia siri mapigo hayo yanapigwaje au yanafanyikaje, ila au kila pigo ni nini, sawa. Ila nataka nikuambie kitu kimoja, sawa. Kila unapoona mvua inanyesha, hilo ni pigo. Katika macho ya damu na nyama unaiona ni mvua, lakini si mvua, ni pigo kila unapoona mvua inanyesha, hiyo ndio mapigo ambayo Mungu anayapiga. Kimwili utaona ni mvua na utapuuzia na utadharau, lakini kiroho ni mapigo ya kutosha. Na ndio maana maana yake nimekuja na wingu jeupe na wingu la moto kwa ajili ya kuachilia mapigo juu ya farao kwa ajili ya mapigo, kwa ajili ya kuwaachia, kwa ajili ya kuwaachia wana wa Israeli, kwa ajili ya kuikomboa Israeli kwenda Kanaani, kwa ajili ya kukomboa mji mpya, kwa ajili ya kuikomboa Tanzania mpya, kwa ajili ya kuleta Tanzania mpya. Kwa hiyo ndipo, kwa ajili ya mapigo. Sikutangazia hapa wala sija kutangazia kwamba leo naenda sehemu fulani, naenda sehemu fulani, ila ninapokwenda nina, nina wanajua, wanaona, tufuatane hivyo hivyo, nyuma nyuma, kama mkia wa kenge. Ila jua tu kwamba aliyekutuma rest in peace kama utabadilika wewe, unayetumwa tumwa kama jini kuwa watu. Wewe una leseni ya kuua watu. Sawa. So, na itumatuma kama jini kuua watu. Unajifanya wewe ndio mtu, wewe ndio mtu wa roho. Sawa. So, bosi wako ko ukisikia rest in peace kwa bosi wako. Tafuta pasipoti, mimi nakwambia. Na mimi niko hapa. Mimi niko hapa. Nimeshasikia wachungaji wengi wamekimbia nje ya nchi kwa sababu ya watekaji. Mimi niko hapa. Sikimbii kwenda nje ya nchi, maana mi ndo Tanzania Mpya. Nitakapokimbia, maana yake nimeshindwa kuleta Tanzania Mpya. Mimi ndio Tanzania Mpya. Kwa hiyo mimi ndio mapigo, mimi ndio mauti, mimi ndio sanduku la agano. Kwa hiyo niko hapa, sikimbii kwenda nje ya nchi. Mtakimbia ninyi na mabosi zenu. Subirini, ninawaambia mkiona ishara yaona, tafuteni pasipoti kama unabisha au unakuja kukomenti kutukana ili kuwapumbaza watu, upo kwenye misheni hiyo. Kwa hiyo ukiona naongea unakuja kukomenti kuatia watu ujinga, eti akuteke nani nani akuteke au unawateka wana nini? Si mnafuata nyota za watu nyie, si simnaeka watu watokafara nyie? Kwani mlivyochukua nyota elfu mbili na tano ikakombola elfu mbili na kumi na tano saizi, mnarudi tena kuitafuta tena, nitawanyoosha mimi. Ndiyo Musa, nimetumwa kuwanyosha. Nitawanyoosha, mtaiona nguvu ya Mungu, nguvu ya Musa mtaiona. Hawa ambao washughuliki hawajui chochote, hawawezi kuelewa wala hawawezi kuamini. Lakini nyinyi mnayetumwa kama majini, mnajua nguvu mnayokutana nayo hapo, si mnasema kila mtu tukipanga kumteka tunamteka, hata mchungaji tunamteka hivyo hivyo, haeleweki. Kila unayetumwa kuja kuua, maana yake umechimba shimo la mauti, itakurudia wewe mwenyewe na hautatoka, ukiona ishara, hata kama utapanda mbegu. hata kama utapanda mbegu. ile nguvu uliyokuwa unaitumia hapa kunifuatilia ndio hiyo itatumika kukufuatilia uoni kama wewe utapona. Kipimo kile kile unachopima hapa kitakapopimwa kwenu tuone kama unaweza kushikana nacho. Naambelea na mapigo, nikinyanyua mguu bwana akisema kazi imeisha nyanyua mguu, jue kuna rest in peace. Fanyeni mapema, mabosi wenu, mabosi wenu hawatawasaidia kama vile wajui siku yao ya kufa ndivyo itakavyokuwa ajali yao itakavyowapata. Maana kama unajua kama wana, wana, wana, wana, watakufa au wanajali, basi wataiambia mauti usiniue. Sawa? Utamwambia aleshika upanga mimi ni Mungu usiniue. Upo? Nimekwambia hivi njia zisizojulikana unapigwa kwa njia isiyojulikana. Kama wewe unavoteka watu kwa njia zisizojulikana na unajiita haujulikana, basi hivyo hivyo na mauti itakuja kwa kwa njia zisizojulikana, na mapigo yanatoka kwa mjumbe wa agano anayetoa mapigo, yanakufuata mimi. Kazi yangu ni kuomba tu na kuamrisha, jeshi la Mungu linafanya kazi. Kama vile unavyoomba unayotuma majini mapepo ya kishimba, unaamua kutuma watu ndio hivyo hivyo utakavyonyoshwa hey. Ndivyo utakavyonyoshwa, si mnasema mjulikani nini? hey. Tutajua tu kama mjulikani, ole wako, ole shara ya Yona ndipo tajua sasa ta hivi Ulaya uko wanalalamika haki haki haki haki haki haki, watu watu wanadai haki zao Ulaya analalamika. Sasa hiyo huko kwa Ulaya huko Ulaya wanasema watu wanatekwa wanauawa wanataka haki si nini nini, na hakuna kinachoendelea sasa. Hiyo hiyo Ulaya hiyo itakuja kuwatetea nini watekaji? Hiyo hiyo kibao kitakapoudikwenu itakuja kuwatetea na nini? na hakuna wakokoa. Huo ni upanga umekushambuliwa, upanga ulioandikwa haki na kweli, upo mikononi mwa nabii wa Agano. Ndiye anayezunguka nao anayetembea nao. Endelea kumfuatilia, maana mauti yako ikaribu, karibu inakujia <tipa>